Taifa la Mungu, tumsifu Yesu Kristo. Karibuni katika chaneli ya Padre Roja Kiwango. Leo ni sherehe ya kupaa kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Injili ambayo tutajadiliana siku ya leo ni injili ya Luka sura ya 24 aya 46 hadi 53. Yesu anawaeleza wanafunzi wake kwamba imeandikwa kwamba lazima masihi ateseke na kufuka kutoka kwa wafu siku ya tatu, na kwamba toba na ondoleo la dhambi lazima litangazwe kwa jina lake kwa mataifa yote kuanzia Yerusalemu. Anaambia kwamba wao ni mashahidi wa kwamba haya na kwamba atawapelekea kile ambacho Baba aliahidi. Walipaswa kubaki mjini hadi wawekewe nguvu kutoka juu nguvu hii ya Roho Mtakatifu. Kisha akawaongoza mpaka Betania, akainua mikono yake juu akawabariki. Akiwabariki akawacha, akachukuliwa juu mbinguni. Wakamsujudia, wakarudi Yerusalemu wakiwa na furaha nyingi, wakakaa siku zote hekaluni wakimsifu Mungu. Masomo ya sherehe ya kupaa kwa Bwana wetu Yesu Kristo kuadhimisha kupaa kwa Bwana wetu Yesu Kristo mbinguni na kutawazwa kwake kwenye mkono wa kuume wa Mungu Baba. Masomo ya siku ya leo ya, ya, ya siku ya leo katika sherehe hii ya kupaa kwa Bwana wetu Yesu Kristo yanaangazia utume wa kanisa na kushuhudia Kristo kwa kuhubiri Injili yake kwa mataifa yote, ahadi ya Roho Mtakatifu ambayo atawawezesha waumini kutimiza utume huo tunaalikwa kujiandaa kumpokea huyu Roho Mtakatifu. Huyu Roho Mtakatifu atakayekuja atakayekuwa kando yetu atakayetu tufariji, atakayetulinda, atakayetuimarisha, atakayetusaidia katika shughuli zetu za kila siku. Tunaalikwa siku ya leo kujiandaa kumpokea Roho Mtakatifu, na huyu Roho Mtakatifu hawezi kuja tukiwa peke yetu, lazima tuwe kama tuwe wamoja. Tukae pamoja, tusali pamoja, tutembee pamoja, tusaidiane kwa pamoja. Mi nakualika, tunapojiandaa kumpokea Roho Mtakatifu, tumia muda wako, kaa kwenye familia yako, kaa kwenye kigango chako, kaa kwenye parokia yako, kaa pamoja unapokuwa kazini, ili tuweze kumpokea Roho Mtakatifu aweze kufanya miujiza katika maisha yetu ya kila siku. Tuongee na huyu Yesu anayepaa kwenda mbinguni ili aweze kupeleka shida zetu kwa Baba aweze kusaidia.